Fuatilia kwa habari kem kem, na matukio mbalimbali, karibu tangaze nasi, mpenzi mtazamaji wa Aletius Studio Press TV. Hii ni michuano ya Nkwanda Katunzi Cup, kama ambavyo unaona katika runinga yako. Hapa mashabiki mbalimbali wakiwa wamefika katika uwanja wetu wa mpira unaopatikana katika eh, kata kwenda, Pasasa, katika ya Nkwenda na kijiji cha Nkwenda. Kwa sasa tupo katika nyumba ya vijana, tunakwenda kufanya mahojiano ya moja kwa moja na kocha wa timu ya Akanyinyi FC kwa sasa, ambaye anakwenda kujitambulisha kwako, hivyo ni kukaribisha uendelee kujiunga na matangazo haya ambayo yanakujia kwa wakati huu. Asante sana, nakaribu, na karibu, naendelea kutazama. Naam, ndio tuko na kocha Muhuri ile yuko katika mashindano, yuko katika nusu fainali. Kocha, mchezo wa leo unaotazamaje kifundi? Mchezo wa leo nauchukulia ni mchezo wa kawaida, yani ni mchezo wenye ushindani ambao utakuwa na burudani ya kutosha, pia nauchukulia ni mchezo ambao mimi binafsi ninataka na pesa haswa ni ushinde, hmm, na nabidi niingie fainali. Sawa sawa eh, e, kwa hiyo nimejipanga, ninauhakika nitashinda. matokeo yaliyopita yamekupa somo gani kufuatia mchezo wa leo? Matokeo yaliyopita yalinipa ushindani, lakini pia yakanipa picha kujipanga, ili niweze kushinda mechi ya leo na katika wachezaji wako first 11 ulioanza nao juzi ukitizama na leo haina mabadiliko ama tutegemea kipi? Haina ah, mabadiliko sana, ila anategemea matokeo mazuri zaidi ya yaliyopita. Asante. Ah, karibu tena Asante. Kama ambavyo unaona because... vikosi vya timu zote mbili tayari vimekwisha jiandaa kwa ajili ya mchezo wa leo wa nusu fainali Akanyinya FC versus Kaikoti. Kama ambavyo na tazama katika runinga yako hapa, naona kabisa nyota hawa wa kanf wamekwisha jiandaa na mchezo wetu wa leo ambao unakwenda kuchezwa katika uwanja huu wa nyumba ya vijana. Kama ambavyo unaona tayari, wanamwatisha kutosha, na katika runinga hapo hapo unaona wageni kabisa. Hapana, Mheshimiwa Diwani wakiendelea kuwapa mikono wachezaji wa timu zote hizi mbili na hii ni RT Studio Quest TV. Endelea kusubscribe like and comment mahali popote pale ulipo. Hii ni mchuano ya katunzi kwenda cup 2025, kama ambavyo unatazama eh, wageni hawa wakiendelea kuwapa mikono wachezaji wa timu zote mbili katika uwanja wako hapo, endelea kutazama kabisa. Na hili ni jopo la waamuzi kabisa, likiwa limejiandaa kwa ajili ya mchezo wetu wa leo. Endelea kutazama. Hii ni Aletius Sports TV na hiki ni kikosi cha timu ya wamejiandaa kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali ya leo. Nini kitajiri baada ya dakika zote 90? Utapata kujua kila ambacho kinaendelea katika mchezo huu wa leo. Endelea kutazama na mahali popote na huo ni wakati ambapo wachezaji wanapiga picha pamoja na viongozi kama ambavyo natazama katika runinga yako kwa sasa. Endelea kutazama na kufuatilia kile kinachoendelea hapa, ili uweze kuhabarika na kujua nini ambacho kinaendelea. Nyota kabisa wa timu hii ya Kaipot hapa wakipata picha pamoja na viongozi, na huu ni upande wa pili kabisa wa timu ya akanyinyefsi am tunaona hapo gari kabisa anapongezana mara baada ya tukio hili la kupiga picha na viongozi. Na sasa ni wakati ambapo tunaenda kutazama panange huu ukiwa unaanza katika uwanja huu kwa sasa karibia

Yes. Endelea kufathiria kila ambacho kitajiri katika uwanja huu na tutakupa habari njema kabisa ya matokeo mara baada ya dakika 90. Hiki ni kikosi ambacho kiko nje kabisa cha timu ya Tani FC. Asante sana kwa kuamtazamaji yetu nzuri naya